Tutaza kwanza kujitambulisha. Mimi ni Alfonso Mfariji Kordo wa MCLA, na hapa tunakuwa mashirika mbalimbali mbali, kuko nouvel kuko sima MCMR na wengine ambao wanakuwa hapa, ni kusema kwamba tuko hapa kutokana na shida kawambi ambayo itakatokea na tungekuwa macho ingekuwa ni shida ambayo kesho tungekea jutia na tungekuwa tena wakimbizi. Ni paraporo ya mikakati ya mipango ya serikali ambayo ilikuwa nakamata juu ya kutoa majiwe ndani ya muto Kavivira kwa ajili ya kutengeneza huko chini kufrontiere. Kunakuwa miradi ya kujenga manyumba manyumba za mabiro za kisasa za DGM DGDA na zingine, maservices zinakuwa pale kufrontiere mena wakati miradi hizo zinataka anza inaonekana kule kuko mai mingi ngambo ya chini, kwa watazijengea wene washafika ku frontier washaiona mai eneko pale. Mena ilikia kuonekana ya kwamba hii majiwa ya mto Kavivira njo wao waliona bora kukamata hii mawe makuwa makuwa yote kwenda kumwanga pale, jo wakitia budongo yulu, alafu wajenge. Wakafika hapa juzi walikuwa na wakuu wa muji wakaambia wamama hapa, kama tunataka wafanyizia vitu vya mzuri ayi, gisi tutaacha uhuma vitanda hapa mwangali namnagani, gisi ya kutoa mavitanda juu, tuone gisi gani tutapata njia tutoehi majiwe, na ile mambo itafanyika kule chini kufrontiere, ni mambo ya maana. Ilionekana kama wamama wamoja wale walikatala wali, lakini walikosa namna gana gisi ya kusikilika, hawakusikilika. Juu ilikuwa kama ni imposition, juu kama mambo kama na ile ilikuwa inaomba pia kwanza kuzungumza na raia, raia ndio iseme sawa, mkamate majiwe. Ilipoonekana ya kwamba ile mikakati ambayo ilikuwa na kamatio ilikuwa mabaya, hata kama wamama wamoja walionekana kuitika, sisi mashirika za kiraia msela na wengine wote tukasema ya kwamba hatuwezi tukaitika ile mambo ifanyike, kwa sababu tunayo mafuriko nilipitikana hapa 2020 watu walikufa, manyumba zilienda na vilima vilibomoka. Itakuwa je wakie watoe majere akamsoko? Ijapokuwa hii majiwe sa mvula inakuya, mai inakia na presio njo inasaidiaka kupunguza ile presio ya majiwe. Hata isoko yetu kama ingaliki ni juu, sa mai inakuya presio inapunguka, hata kama itaguza vibambazi vya mtonyi, lakini itakuwa na mazara makubwa, na tukaona siye ma, majanga enenge tokia mbele. Hii faliala iko na kuwa, mvula ikinyesha ikigusa tu kidogo, chote kinaporomoka. Donc, sa faliala ingeisha muranja yote iyifike na teketea kwatana na kule nasiye uku, mambo ya uku. Sa maliza saingimaliza isoko kuibeba uku chini kote kumwenga kote kunge kungeenda na hii soko yetu inaiko hapa, nayo ingeenda. Ndio maana tukasema kama tulamushe raia, tuseme ya kwamba tufanye kikao cha dharura kwa ajili ya kupinga mikakati ambayo nakamatiwa na serikali eske ile kukatala. Ni makosa wa mama wanewaona, kama ni mzuri watie mikono yuo wenemao kama ni mzuri watie mikono yuna, ndio kwa maana sote tunaungana mikono kwa siku ya leo kwa ajili ya ukatala mikakati wa vijana walilamkia hapa, na jisi muliona tuko hapa. Mashini ilikuwa pale, ilikuwa nakuwa tayari juu ya kuchunga m mbomole manyumba zenu, ipite inde toa majiwe. Tushairudisha shi nairudisha, mupige kwanza wa vijana wa mashirika <tukua> Ndiyo, ile njoo ilikuwa jambo, ile njoo ilikuwa jambo lituma siku ya leo tuwaitishe. Tunajua ya kwamba kutakuwa ingine kikao kama watakuja watasema, watakuja kama ni diesel. Ile inakuwa riao, lakini sisi raia, lakini sisi raia tushafanya kikao na tunakamata maamuzi ya kupinga ile mipango iko vile, ndio tunakamata maamuzi ya kupinga mipango ya kutoa lijiwe. Ndio tangu leo hakuna hata lijiwe moja litatoka mto kwa vivira juu ya kwenda kutengeneza kule. Kama wako na nia ya kututengenezea kule chini, waende wanunue kilima atziwatumana almawenge juu almawenge, napo wakitoa nyumba za watu zinaweza zikaenda, baende muplene baende wauze milima wabumule, kwa sababu ile proje kule chini ni ya mamilioni ya pesa, nikiwaambia nazo hapa mnaweza shangala, inaweza uza kila kitu kyote, sio tu mwanadamu, lakini pesa zinakuwa mingi. Ndio kwa maana tuna support ile proje ko kule ambayo iko suteni na bank mondial, lakini tunakatala kutoa majiwe ndani ya muji paske, kama ile proje itakuwa na faida kwetu juu tuko vazima. Sasa tushakufa na mai, tutaifaidia tena hapana, hatafaidia Kanvinvira, jambo wakongomani, jambo. A wakongomani wa tupo wazalendo tupo, tupo, tupo. Wa tupo. tupo, tupo. Anaongea hapa ni Emmanuel Abeti, amuvumasitoae machoze ya raia ni Cordo urban, na waza ya kwamba dosie ya Kanvinvira ni dosie nahusu maisha ya batu pasike akuna raha wakati aupumula na tuko na maendeleo kwa sabau ua bazima okay. Atuna bezwe tukufe na mutoni tena masasi tukumbe, na ile haina maana esituke soko iko sovetage ya population ya Kavinvira batu akasenga siwikilomoli ah! Munuko na bezwe soko bomolewe, banga wanakatala soko bomolewe, ah! Bangawa, nakatala, soko, bomolewe. wa Kanvinvira nadhani ni huzuni sana, ni huzuni sana kubwa kwa kusikia, ni huzuni kubwa sana kwa kusikia seme majiwa takuwa kamatiwa humu maji na makarieri ziko. Tunajua ku mafuriko maji lipandaka ikapita hapa kwa linye hapa ya padiri pa sasa kishatoa iye maji yote. Sasa maji kishaja hajui kama Kanvinvira yote naenda na Muramvia. Sasa tutabakia ni kumbe, tunaomba serikali iruhusu wenye kutoa maajiwe baende kala kwadieri, lakini sio hapa Kanvinvira na Kasenga na Mlongwe tunakatala. Tunashukuru sana eh, kwa mambo yote ambayo yanapitika hapa na wakordo wote pamoja na sisi kama vile raia wa hapa Kanvinvira tunashukuru kabisa eh, kwa kusema ya kwamba ima. Majiwe ya mtoni wetu wa Kavivira isitoke hapa fatana. Hii majiwe ndo inatutungia mtoni wetu wa Kavivira. Tulisumbuka mumwaka huu ulipita wa mafriko tulisumbuka, watoto wetu walikuwa wanakuja kwanzia saa moja ya usiku wanagomera mtoni. Basi tukaona kama vile Mungu akatusaidia kwa ile mwaka sasa. Kwa kuona tena kwa kusema majiwe itoke mumtoni, tutakuwa wageni wa nani? Kavivira yote italazwa Kasenga Murandi, haitakuwa kumbe. Hii majiwe waende na fati zingine, tuko na mitoni mingi. Mungu alitupatiaga nchi nzuri, tuko na mitoni mingi, waende kawizi kawizi, tuko na majiwe mengi. Kwa yango hayo nasema yote hapo, na nasema mama Kazivira tunakataa kabisa kutosha majiwe msoko yetu. Tunashukuru sana vijana yetu kutufanzia hii muradi ya kukataza mashini isitoe majiwe msoko. Tunashukuru sana na Mungu

ya kuongea. Tulikuwa na shida sana hapa. Hicho kwa kule nyuma. Sisi mnavitia hemo mkono tunashukuru sana na Mungu awabariki. Arudi mbio. Hapa manake tulikuwa tunaona kama bangi libomona tu hii imba kavimvira hii. Hatungi liwakie hapa mai mai inatusumbua sana. Mai mafuriko mai liwahi kupita hapa. Mai liwahi kupita hapa na ikafika mpaka mpisi. Sasa wakitoa hii majiwe, wao naona inaweza fikia wapi? Si mungini yote taharibika, na mungini yote ikiharibika, watu wataenda wapi eh? Ndio kunaomba mtusaidie sana, tuwezi penda batutoe ile majiwe, ndio yenye ngali yatukingia mai siingia hapo. Asante sana.